Naenda vizuri baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi dhidi ya Jaketi Tanzania. Kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri, na wote baada ya mechi hatukupata injury yoyote, na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba, na imani hautakuwa mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu kutokana na posisheni Pamba walivyo wana timu nzuri, lakini wako katika hali mbaya, ambao watakuja kupambana kuepuka kushuka daraja kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote, tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao, tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Ya nafikiri ni kiporo, ni kiporo cha tatu kama unavyosema, na tulijua kwamba haitakuwa rahisi. Ukiangalia mechi nne ndani ya siku kumi, kila baada ya siku mbili, sio kazi rahisi. Wachezaji ni binadamu, ni mashine tumetoka kwenye international game uchovu, tuendelea kufanya rotation. Kwa hiyo tulitarajia kwani mechi zitakuwa ngumu, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wote wa mechi hizi, tutoke na pointi zote kumi na mbili. Mimi nafikiri ni wakati wote kwa sababu mechi zetu sisi zote ni sisi, ni muhimu pointi tatu kwa mechi yoyote, na huu ni wakati muhimu kama anavyosema wewe, ili tuweze eh, kuweza kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata, kupata ubingwa ni lazima tushinde game hizi, hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point kwa sababu kisha drop point katika gemu hizi ni kwamba unatoa gepu kwa, kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi yake kutetea ubingwa. Kwa hiyo ili uweze kukaribia ubingwa na kuwa karibu kabisa, ni kuhakikisha uweze kudrop point katika gemu hizi za vipozo. Yani kweli tulipata tatizo juzi kwenye warming up, Shamu alitwist enka na hakuweza kucheza gemu ile, na alikuwa kwenye lineup, lakini tunashukuru ya jana aliweza kuwa vizuri na aliweza kufanya mazoezi na, na yuko na kikosi. Kwa hiyo kwa hilo natupa matumaini makubwa ya kuweza kumtumia mchezaji yoyote tutakaemhitaji katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo hali iko vizuri na morali iko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kikubwa naendelea kuwapongeza mashabiki wetu na waendelee kutupa sapoti kama ambavyo wanazidi kuja na sisi, tutawafurahisha na, na kuweza kufanya kile kitu kile mwana Simba anahitaji tufanye katika mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri na tuko tayari kwa kukabili timu ya Pamba kesho, na tunakaribisha sana mashabiki waje kutusapoti, waje kushangilia timu yao. Tuko tayari kufanya wajibu wetu si kama wachezaji. Kama mchezaji unapopewa nafasi, maana inakuwa kwamba tayari umeshajiandaa, sababu sisi kwenye timu yetu kila mtu yani tunaandaliwa wote kwa aina moja kwa hiyo kocha anajua kwamba wachezaji wote wako sawa, ndio maana unamuona mtu, kila mtu anayepata nafasi inakuwa sio kitu kigeni kwake, kwa sababu kila mchezaji kwa ipo tayari. Sisi kwenye timu yetu kila mechi ni mechi hapo, umenielewa? Kila mechi ni mechi, kwa hiyo timu zote na sisi tunazichukulia kwa uzito sawa, sio fulani, sio fulani, sio Pamba, Mtu yoyote atokee, kuja kwamba sisi tunamchukulia kwamba tunaenda kucheza mechi. Hata mechi ya kirafiki sisi kwetu ni mechi, na karibisha mashabiki na waje kufanya wajibu wao, na tunaahidi na sisi tutafanya wajibu wetu. Waje kutusapoti, tunaahidi ushindi kesho. Karibuni sana, asante sana, sana.